Oyo oh, furahi, umfurahi ye Bwana, umfurahi ye Bwana amekutendea. Moyo wangu furahi, umfurahi ye Bwana, umfurahi ye Bwana amekutendea. Amefanya mambo mazuri kwako Mungu. Wewe umfurahi ye Bwana, umfurahi ye Bwana amekutendea. Tupatie kidogo, niko vizuri. Tupatie kidogo moyo, bwana. Mimi nikipata, tujaribu bwana. Mama Asha ameninyima chumvi, baba Asha ameninyima panga, nikakati nikakati, nikapruni miti yangu, namtungia wimbo. Wanadamu wa siku hizi ni wabaya sana sasa. <laughs> mtu mwingine mwengine anasema huyu jamaa anaimba message, uh, ameitoa wapi? Kumbe ni machungu ambayo ameyapata. Haya, ndugu yangu, moyo ameimba moyo hapa. Hii message umeipata kwenye mazingira gani? Hii message nimeipata kwenye mazingira, nilikuwa niko nyumbani na tafakari mm. nikawa nika na tafakari jinsi gani kule nyuma ambapo ambavyo nilikuwa na mpaka sasa nilipofikia mm. Kuna wakati mwingine moyo wangu uliumizwa sana, uliumizwa na nini? Unajua mapenzi, kuna sehemu sehemu kuna sehemu nimetaja nimesema kwamba kuna watu walisema kwamba siwezi kutoboa mm. au kusogea sehemu fulani mm. mm. unaona, sasa nikawa na tafakari moyo nilipiga moyo konde nikasema kwamba moyo, mm. tulia mm. na imani utafikia malengo yako. Katika kutafakari kule, nikajikuta nimetengenezea nimetengeneza kazi mm. moyo furahi kwa mm. ni faraja kwa watu pia. na kazi zako zinachukua siku ngapi? ni yani kuchunga kukamilisha kwamba hu imochaniuko vizuri. Sasa tuende kwenye production studio tukafanya kazi uh, tuseme inategemeana na nda wenyee kwa mfano kwa huu wimbo mm. nilitafakari baadaye nikatengeneza kipande chili cha moyo moyo furahi Okay. baadaye nimeondoka nikaingia studio Mm. nilipoingia nika studio mm. pale Nilipo nikamshukuru Mungu nikaingia Mm. nikaanza kuingiza nini mm. sauti na lakini baada ya hapo maneno yakaanza kuja tu nikiwa studio kwao maneno mengine yamejaza studio gani na Uh, uh, producer uh, studio niliofanyia nilifanya studio moja Dar es Salaam inaitwa mm. Butati Music. Butati huyu Butati ah,